Mlinzi wa kati wa klabu ya soka kutoka hapa hapa Tanzania, Young Africa Sports Clubu, na timu ya taifa ya Ivory Coast, Attohoula Yao Kouassi jeshi eh, wengi wakizoea kumwita hivyo, ni kwamba ameweza kufanyiwa upasuaji wa ligamenti katika kifundo cha mguu huko Tunisia. Kouassi alikuwa nje ya uwanja kwa muda mrefu sasa e, kulingana na majeraha ambayo alikuwa anasumbuka nayo, na baadhi ya watu wengi sana kuendelea kumwombea wakiwa wanategemea sasa kurejea, kwa sababu alikuwa ni moja kati ya wachezaji e, ambao ni mabeki wazuri kutoka hapo hapo kwenye klabu ya soka ya hapa hapa Tanzania, klabu ya soka ya Young Africa. Na upasuaji huo ni hatua muhimu sana kuelekea urejeo wake e, kwa ajili ya kuendelea kukiwasha e, kwenye soka la hapa hapa Tanzania e, katika msimu ujao kwa muda kwa mujibu wa taarifa kutoka nje ya klabu, mchezaji huyo anatarajiwa kuanza mazoezi mepesi baada ya hatua ya mwanzo e, kuweza kukamilika moja kwa moja. Sasa online digital, tutaendelea kukujuza kuhusiana na taarifa muhimu za mchezaji huyo kulingana na majeraha ambayo anakumbana nayo, lakini make sure tu kwamba unaendelea kusubscribe kwa taarifa kadha wa kadha zinazozidi kuendelea kutoka ndani na nje ya mipaka Tanzania. Till next time, bye bye.